Kitu ambacho nakiona hapa ni tayari hekaheka heka zimeanza za mashabiki kuelekea katika mchezo wa baadaye ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini ee, cha kustajabisha ama ni utaratibu wa Young Africans, mashabiki wametoka mkoani wamefika hapa mapema na wamevaa uzi mpya, na mashabiki wengi wamejitokeza muda huu kwa ajili ya kuvaa jezi mpya ambazo zitatumika katika mchezo wa leo, lakini pia katika michuano yao ya kimataifa na ligi soka Tanzania bara. Young Africans wamekata tiketi, wako hapa, mashabiki wengi wengi, kweli kweli, Sizia Sports, kwa ajili ya kwenda kusupport timu yao katika mchezo wa baadaye. Lakini hapa pembeni yangu nipo na mwenyekiti ambaye anatokea tawi la tawi la Iwawa Makete. Tutazungumza naye hapa, naye atupe tathmini yake kuelekea katika mchezo huo, lakini pia atuambie Safari yao likuwaje? Mambo vipi? Safi. Unafahamu kwa jina gani? Kwa majina, naitwa Onesimo Changa, mwenyekiti wa tawi la Iwawa Makete. Ndio. mmekuja mapema hapa. Ndio, tumefika kama saa kumi ya usiku mm. tumetembea takribani kama kilomita mia nane. Ndio. Eh. kuja ku, kuja ku support timu yenu ya Young Africans. Ndio, tunajua sisi ni, ma, ni, ni, ni wachezaji wa kumi na mbili, kwa hiyo kama tawi tumetambua uwepo wetu na tupo tayari kwa ajili ya kuipambania timu yetu katika mechi ya leo. Sawa, uzungumza na mashabiki wa Young Africans ambao bado hawajaja hapa kupata jezi mpya, lakini pia bado hawajaja kukata tiketi kuelekea katika mchezo wa baadaye. Nachoweza kukisema, jamani, jezi zilizotoka ukiiona tu, kwanza wewe mwenyewe utaingia, uta hamasa ya kuinunua ni jezi yenye ubora, ni jezi ambayo iko kwenye viwango vya hali ya juu. hmm. ile ya kwanza iliyotoka ilikuwa kama ni intro tu Ilikuwa kama ni intro. Sasa jezi yenyewe imetoka, mimi niwaambie mashabiki wa Yanga wali, walioko kokote pale, waje katika ofisi zetu na katika maduka ya GSM, watazipata hizo jezi kwa ajili ya kuingia nazo katika mechi ya leo. E bana, huyu ni mwenyekiti wa tawi la Iwawa Makete. Makete iko mkoa gani? Makete ipo mkoa wa Njombe, iko mkoa wa Njombe kusini mwa Tanzania. E bana, Siza, unaweza ukashangaa watu wametoka Njombe huko Makete kuja kuisapoti timu yao ya Young Africans kuelekea katika mchezo e, wa baadaye Lakini pia zoezi la ukataji tiketi linaendelea na kiongozi ambaye anakalisha tiketi hapa Jangwani anahamasisha watu na wapo wengi kweli kweli kwa ajili ya kukata tiketi kwenda kushuhudia mchezo wa baadaye. Lakini hapa Jangwani Eh, niko na na shabiki mwingine hapa kwa dakika chache tu mambo vipi? Ah, fresh. Umetokea wapi? Nimetoka Makete, huwawa. Ndio ndio. Kuja kushuhudia Young Africans. Young Africans. Bana, nani ambaye anakukosha sana kwenye kikosi cha Young Africans? Ah, wako wengi, wako wengi. Ukimcheki Dumbia. Eh, yuko pale, yuko pale Celestine Okua. Lakini the best ni Zozoa. Ala. Sisa sports. Bana, uuze Young Africans. Nime nimeushika. Nime nimeushika. Mwambie, mwambie chambuzi la stemuziangaf kazi ni mzuri, ni mzito M yes ya. N, ndio, sija sijakupata, nipo hapa, niko hapa na mashabiki wamekula uzi wao, wamependeza kweli kweli. Ndio, zipo jezi zote mpya, wanazo mbili hapa mpya ambazo zimetoka raundi ya pili na raundi ya kwanza pia ziko hapa. inakuaje? shwari shwari. jezi umezionaje kwanza? Ah, zimetulia sana mzee. nyama sana. ndiyo. nyama mwingi. bwana mlangize. jezi ni nzuri hey. jezi ni nzito. Jezi hazina jezi chuplichupli, na ambao wanasema jezi za Young Africans ni mbaya, basi watakuwa na lao jambo, ila hapa nimezishika mimi mzee wa mida, nimejiridhisha mwenyewe jezi hazina mbambamba. Abana hapa la kumalizia kwa muda huu, zoezi linaendelea, na kwa mujibu wa mwenyekiti wa tawi la Iwawa kutokea Makete anahamasisha mashabiki wajitokeze uwanjani kwenda kushuhudia chama lao cha la Young Africans katika mchezo wa marejeano. Lakini pia tukitoka hapa sisi Jangwani, tunaelekea katika dimba la Benjamin Mkapa kwenda kushuhudia bungi hiyo itakavyokuwa, kama baadaye muda utaruhusu tutajoin tena kwa ajili ya kutoa taarifa ambazo zinaendelea kutoka eneo hili la Jangwani, lakini pia katika dimba la Benjamin Mkapa. E bana, shukrani sana, mashabiki wa Yanga hawana hofu ya aina yoyote. Cha, cha umuhimu wewe weka hapo kahawa yako, piga gahawa kunja nne, matokeo mazuri yanakuja neno moja tu, Yanga bingwa ha, wala Yanga bingwa. Nasema hivyo kwa mujibu wao hapa.